Huu ndio mwisho wa maisha ya mwanadamu. Baada ya hapa ni hukumu. Kwa kuwa maisha mwana ya mwanadamu aliyopewa ya kuishi duniani ni siku chache sana, ni siku sabini na tano na Mungu akiwa na vyema basi ni siku 80. Lakini baada ya hapa unakuwa huna jipya tena, kwa kuwa huku unakokwenda hakuna maarifa, hakuna chochote kinachoendelea. Na kama ulishindwa kufanya hapa duniani, basi unakokwenda hutaweza kufanya chochote, kwa sababu picha ya unachokifanya au, au picha ya utakachokifanya mbele kinategemea hapa duniani ulifanya nini. Kwa hiyo hawa wote unaoona kwenye makaburi haya walikuwa na mipango mikubwa sana ya maisha na mikakati mizito. Ila mwisho wa yote Mungu aliyowafanya wawepo duniani ndiye aliyewapeleka huko alikokwenda. Mwisho wa siku tumeambulia kuwa na makaburi na mwisho wa yote ni udongo. Neema Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nasi. Mungu atupe kutambua na kujua mwisho wetu utakuwaje, na mimi baada ya hapa nitakuja kuwaje? Safari inaendelea ya maisha. Amen.